Mada yetu leo itakuwa zaidi kuhusiana na habari ya watoto na malezi. Kwanza tunapenda kuwajulisha watazamaji wetu kwamba suala la malezi, mara nyingi tunafikiria sisi wanaotaka kulelewa ni watoto. Haya, huu ni mtizamo uliokuwa sio sawa. Mtizamo wa sawa, wanadamu wote wanahitaji kulelewa, kila mmoja kwa nafasi yake. Watu wazima wanahitaji kuleana na watoto wanahitaji kulelewa na hawa leo tunawaita watoto ndio ambao baadaye watakuja kuwa na wao watu wazima wa wale watu wazima. Haya yanashuhudishwa katika ile aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, alipotuambia kwamba mtu ana, anatakiwa wazee wake wafanye wema, lakini aya ile ikasema ikamtaka mwanadamu baada ya kufikia umri wa miaka 40 na kwenda mbele, azidi kukithirisha kusema, rabbighfirli waliwalidaya warhamhuma kama rabbayani saghira Mungu ni rehemu mimi usamehe mimi warehemu rehemu wazee waze, waze wangu kama walivyorehemu wao nilivyokuwa mdogo. Kwa maana yule mdogo baadaye na yeye anakuja kurehemu wale watu wazima. Kwa maana tuone kwamba swala la mzunguko wa malezi ni swala la watu wote, watoto wanalelewa na watu wazima, vile vile wanalelewa sasa. Kutokana na kwamba ulezi ni kazi kubwa, ni kazi tukufu sana ni kazi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala amejiita Rabbul Alamin, ni mlezi wa viumbe vyote, yeye ndo mlezi. Nini ulezi? Ulezi ni mchakato, ni mchakato wa muda mrefu ambao mchakato huu hukusanya usimamiaji, utunzaji, uelekezaji viumbe hadi kufikia ukamilifu wake au kufikia katika mafanikio kwa lengo la kufanya ibada. Ulezi katika jamii yetu, katika uislamu wetu, sisi tunaojua ni ibada, tena ibada adhimu, ibada kubwa sana. Kwa hiyo e, mlezi wa kwanza ni ye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sisi pale tunapokwenda kuchukua kazi ya ulezi, tujue tunafata kazi ya muumba wetu. Na mara nyingi katika ulezi, watu huanza kwenye ulezi kwa kujaza mkataba mara nyingi tunajua ulezi unaanza kwenye familia na unaanza kwa mume na mke. Na mke na mume wao wanajaza mkataba huku wakianza kuleana. Mkataba wa hiari ambao tunauita ndoa, wanaanza kuleana wanandoa. Na baada ya ndoa kinafuata kizazi ambacho kizazi kinatakiwa vile vile kulelewa. Hii ni kazi kubwa. Na kazi yote ili ifanyike vizuri kwenye efficiency ifikie, basi lazima mwenye kufanya kazi hiyo awe na utaalamu. Leo kwa masikitiko makubwa sana. Tulifikiria sisi kazi ya malezi ni kazi tu ya kuamka, ukabeba mimba tu, ukazaa, ukashakuzaa, ukataka kumlea kiumbe binadamu. Hili haya ni mawazo yalikuwa sio sawa, kwa sababu kiumbe binadamu ni kiumbe ambaye waajabu sana, ni kiumbe ambaye katengezwa kwa miundombinu mingi sana mbali. E, ule muundombinu anaoenda kuwekwa kama sasa hivi tunasema anazungushwa mabati, akalelewa ndani umu, kwa ndani kwanza, mpaka baadaye akatoka nje kwa kweli binadamu ana miundombinu mingi sana na mikubwa sana katika ulezi wake. Kwa hiyo binadamu anatakiwa kulelewa akiwa ndani ya tumbo na hali kadhalika anatakiwa kulelewa akiwa nje. Kwa hiyo tunapokwenda kubeba jukumu la kulea binadamu, ni lazima tujipange vizuri sana, kwanza kupata maarifa, elimu ya kumtambua nani binadamu, kwa sababu binadamu ulezi wake unakuwa mgumu kutokana na nini? kwamba binadamu ana matashi, binadamu ana kufikiri, binadamu amepewa hiari, binadamu ana uhuru, binadamu ana uwezo wa kuchagua, nataka kufanya, sitaki kufanya. Kwa hiyo binadamu ana vitu vingi ndani ya mwili wake. Kwa hiyo lazima hivyo, kwanza mlezi awe na vijua, ajue analea mtu mwenye vitu gani. Kwa hiyo mlezi anatakiwa kwanza apate maarifa ya kulea halafu, eh, anamhitaji anahitaji kumjua yule anayemlea vizuri, kwa sababu ulezi ni kazi kubwa na kazi tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuonesha uh, kwamba dunia imo ndani ya kanuni na imo ndani ya nidhamu maalum, na Allah ameiumba hivyo. Kwa hiyo na sisi tunapotaka kwenda kulea, lazima tuzielewe kanuni na tuelewe mbinu za kumlea binadamu sababu tumesema binadamu ana moyo, binadamu ana kiwiliwili, ana viungo, ana akili. Sasa hapa tungependa kuziona mbinu aa, kanuni kumi ambazo zinaweza kumsaidia mlezi kufikia katika ulezi wake kuwa vizuri. Sio mbinu hizi tu kwamba ndo zote la, lakini hizi tumeweza kuzitizama na kuzigundua. Kwanza tunaambiwa, ya kwanza mlezi awe aweze kutumia historia yake. Mlezi anatakiwa atumie historia yake mwenyewe, ajitathmini ya pale alipo, pale alivyopitia katika umri wa udogo mpaka kufika akaweza kuwa na akili na kuweza kung'amua mambo mbalimbali mbali. aweze kuelewa, alafu afikiri, vipi mimi nilipita na nilikuwaje katika, katika wakati ule, nilikuwa uelewa wangu wa mambo ukoje, nilikuwa nimeishi vipi, nilikuwa na uwezo gani haya yote, wakati mlezi analea mtoto au mwalimu analea mwanafunzi, haya anatakiwa ayaelewe, afikirie yeye kule alikotoka wakati utoto wake, kuwa wa utoto wake mpaka kukua kwake. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika Qur'an, alikuwa kimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza alikuwa akisoma katika ile sura sura alam nashrah, bismillahir rahmanir rahim, alam nashrah, nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. fa idha faragta fansab wa ila rabbika fara Allah. E, alikuwa akimuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, e, kwamba alam yajidika yatiman fa'awa. Wewe Mtume, hebu nenda nyuma angalia, we, hatukukuta yatima tukakupa makazi, yalikuwa mazuri. Kwa maana nenda nyuma, wewe ulikuwa nani? Ulikuwa yatima ulikuwa mdogo ulikuwa huelewi vitu vingi, lakini Mwenyezi Mungu akakupa, akakukuza, akakuelewesha. Kifua chako kilikuwa kimepinda, mambo mengi yanakusokota ndani ya jamii ya ujahilia, hujui uendeshe vipi, hujui fanye nini, mpaka unahama kwako unaenda kukaa kwenye Jabal Khira kufikiri utawasaidia vipi watu. Kwa hiyo Mungu akakufungua kifua chako, baadaye akakupa elimu. Kwa hiyo, faama yatima fala taqhar, kwa hiyo yatima usije kumchukia. Wa amma saila fala tanhar, na anakuja kuuliza kwako maswala au kukutaka khairi kwako usije ukamkaribia. Kwa hiyo mwalimu au mzazi usimkaribie mtoto ambaye yeye unatarajia na yeye ajekuwa kama wewe. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kumwelekeza ku, na kukumbuka wewe ulikotoka. La pili, ajiulize mzazi, ajiulize mzazi anapomfanyia jambo, kumrudi mtu au kumjibu au kufanya, ajitizame mfano vipi lile jambo anaomfanyia ule mtoto, pengine wakati kakosea au wengine Je, angefanywa ye kwa dizaini ile ambayo anafanyia ule mtoto, angeona vizuri, angefurahia kwa staili kama ile? Kwa sababu kama kukosea, binadamu tunakosea. Kama sasa hivi tutasikia matangazo mengi, watu wazima wametupa pasipoti, wametupa vitambulisho, wametupa nini, vyeti vya kuzaliwa, wamepoteza mizigo kwenye safari, wamefanyaje, lakini wao hakuna mtu ambaye anakwenda anawakaribia, anawatukana, anawapiga. Sasa na mtoto vikiwa vinamtokezea vitu kama hivyo, umempa pesa, kaenda dukani, kanunua kitu, pigie kimepotea. Sasa na wewe fikiria kama ungekuwa mdogo unapokwenda kumpiga mtoto wako amemwambia maneno makali ya kumshambulia kumtukana. Je, wewe ungekubali kushambuliwa namna hivyo na wewe makosa kwa sababu na wewe unafanya? Kwa hiyo mzazi anatakiwa ajiulize maswala wakati anapotaka kumrudi mtoto. Je, angefanywa hivyo yeye angekuona vizuri, angekubali, ange angejisikiaje? E, kwa hiyo vile vile, mbinu nyingine tumetakiwa malezi kwa wale ambao wanaleana ikiwa mume na mke, ikiwa mtoto, tutizame haya. Je, ungefanywa we ungeona vizuri, au angefanywa mwanao ungeona vizuri? Tukija kwenye swala jingine, mbinu bin, nyingine, kutumia kauli njema zenye mvuto eh, eh, kwa, kwa mtu ambaye unamlea ili kumwondoshea misongo vile vile. Kwa unatakiwa wakati unapomlea mtu au mnapoleana basi mwepuke mtumie kauli zilizokuwa njema. Waqulu linasi husna, Allah anatuambia subhanahu wa ta'ala, nasema na watu mazuri, waambie watu maneno mazuri, maneno ya ukaribu, maneno ya ukarimu, ili kumwepusha mtu kumtia kwenye misongo. Kamwambia maneno alafu akawa nakaa kila mara anafikiria hii, kanambia fulani neno hili maneno, kwa sababu ni kitu kimoja ambacho kinapiga ndani ya moyo na kinaleta athari ima ya kufurahisha au ya kusononesha. Kwa hiyo, mlezi unatakiwa utumie kauli zilizokuwa zina mvuto kauli za kupendeza za kuvutia, sio kauli zinawacha misongo baadaye. Alafu nyingine. E, mfano hapa, kama mtoto kumwambia wewe nani, we, we, kilaza tu wewe, kama mwalimu anamwambia wewe kilaza tu wewe. Ah, kwenu nyie msomeni nyie kwenu, wanga tu walevi tu nyie, hivi na hivi, wakati wote pengine unamfundisha mwanafunzi kumwambia maneno kama haya, au mtoto kumwita maneno ya kumdharau dharau, haifai. Ukumbuke na wewe ungefanywa hivyo je, ungekubali? Jingine, pointi ya nne, anasema Eh, kumtambua mtu alivyo na mazingira yake. Mtoto wako unapomlea, mtambue mazingira anaoishi, mazingira yake anaoishi ukoje, pengine afya yake, uwezo wake, akili yake, mwili wake, mazingira ambayo anaishi uyajue, sio namhukumu tu. Pengine mtoto anaenda skuli, anapanda madaladala au anaishi mbali, anakwenda mbali, anasumbuliwa pengine njiani, halafu akifika, unamshambulia kwa maneno na hivi na hivi, wakati pengine wewe huendi kumchukua wala kumfuata kwa hiyo unatakiwa mtoto usimshambulie, tazama mazingira ambayo unataka kumhukumu, au mwalimu au mzazi. Pengine mtoto kachukua kitoweo kala, au kachukua kitu ya nyumba katumia, usikimbilie tu kumshambulia kwa maneno makali au kumpiga na nini, muulize: kwa nini wewe ulichukua kitoweo? Au kwa nini liweka pale pesa ukaichukua? kwa hiyo tangu mdogo unamwelekeza kwamba lile jambo baya, ili aweze kuliacha akiwa na salama kabisa, huko anaelewa, kuliko kumshambulia au kumumiza mwili wake. Nyingine la tano, kumlea mtoto au kuleana kwa kupandishana daraja. Ah, mume ah, wangu wewe, ungefanya kitu hichi, ingekuwa hivi na hivi. Ah, mke wangu, jambo hili ungefanya, lingekuwa hivi lingetusaidia hivi na hivi. Sio nao ndio umefanya nini? Au ah, mtoto kafanya kitu kingine, kasoma kapata division 3 au division 4, unamletea maneno ya bughudha, unamdhalilisha, unamwambia maneno ya kumshusha na kumporomoa. Kumbe uwezo wake kajitahidi, lakini uwezo wake ni wa daraja la nne. Unachotakiwa weka montaka fikira tatu, na la kwanza, umhamasishe, umrahabishe, umpe maneno mazuri, umpe mifano hawezi nae kufikia kule huku, ukimsaidia kwenye miundombinu, unampa uwezo, unamsaidia hichi na hichi ili aweze kufikia, kuliko kumwambia maneno ya kumdharautisha na kum, kumshusha chini. Division 4 ndio umesoma nini? Mimi nimepoteza pesa zangu, mimi nimefanya hivi na hivi. Yeye pingine kajitahidi, lakini hizi grade zimeumbwa kwa wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila kitu akakekea na vipimo vyake. Kwa hiyo, na yeye kaika, lakini alipofika ni hapo. Kwa hiyo ingine, tunatakiwa wale, walezi kulea mtoto eh, kwa matendo. Mzazi au mlezi anatakiwa yeye mwenyewe awe ni role model, awe ni mfano wa kuigwa. Ukitaka mtoto wako asali, basi wewe kuwa mfano wa kuigwa asali, mapema awe na hitimamu na sala, basi wewe kuwa mfano mle ndani ya nyumba, hata ukimwambia, basi tena na kuwa wepesi kukuiga. kusababu, anajua, mama, anavo, fanya, azana, kaziniwa, ubaba, kwa sababu anajua hivi ndio mama anavyofanya azana ikiadhiniwa ubaba anakwenda kuswali. Kwa hiyo na wewe unakuwa mfano wa kuigwa. Kusalimia. Kwenye watu, unawasalimia. Unawapigia mazako, unawasalimia. Majirani zako unawasalimia. Ukenda sokoni vii na vipi, unanunua vipi, unatoka vipi, unavaa mtoto. Watoto tunaambia au tunawalea, tunaamba wao hawaathiriki. Tuna maneno tunawasema, wao wanaathirika zaidi na matendo ambayo sisi tunayafanya. Hiyo tuwe mifano mizuri ya kuigwa kwa watoto wetu, ili na wao waweze kutuiga. Jingine katika kulea tunatakiwa kulea eh, kwa kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Taala. Wakati unafanya kazi ya ulezi, usione tu kwamba mimi namsubiri huyu akue ili mpate kuja kupata mshahara au nipate hichi na hichi, atajengea nyumba, atafanya hivi. Kulea kupata ni majaliwa. Unaweza ukamlea mtoto, katika kumlea mtoto akaja akanufaika watu wengine zaidi kuliko hata wewe. Lakini wewe kwa umemlea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, umetafuta radhi za Mwenyezi Mungu, umefanya kazi Mwenyezi Mungu kwa hiyo Subhanahu wa Ta'ala, atakulipa kwa ile kazi yako ambayo wewe umeifanya, kwa hiyo ile kazi yule. Unapolea, lea kwa hiyo hera taka kwa ajili ya kupata nini? Radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili tulikumbuke sana. Halafu mambo jambo jingine katika kulea tunatakiwa kuwapenda tunao walea, wale tunawalea, tunatakiwa kwanza kujenga upendo nao, halafu kuwaonea huruma, ikesha kuwafanyia ihsani eh, kuwafanyia wema eh, ikesha eh, kuhakikisha kwamba tunawasikiliza, tunawapenda, tunawajengia ukaribu, tunasikiliza shida zao. Kwa hiyo kuwapenda na kuwaonea huruma mtu yote aliyokuwa chini yako. Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an alimsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba umekuwa laini kwao, wala kunta fadhlan ghaliz Mtume alqalbi, nawe ungekuwa na moyo mgumu, ungekuwa mkali, ungekuwa mhabifi, basi wangekukimbia wale walioko pembeni yako. Lakini faafu anhu, wachukulie waghfir lahum, waombe msamaha washawirhum fil amr, wa shauriana nao katika mambo fa idha azamta fatawakkal ala Allah, na ukitarajia kufanya jambo mtegemee nani? Allah subhanahu wa taala. Jingine katika wa hayo tumetakiwa vile vile kuwa laini na kuwashirikisha watoto au tunawalea. Ikiwa mke na mume wanaleana, basi washirikishane eh, waamue wa kwa pamoja na vile, vile wawape fursa wale wanawalea kuwakosoa. Mlezi usikubali, usikatae kukosolewa. Wape wale wape wanaowalea fursa ya kukosoa. wanafunzi wako wape fursa kukosoa, nawezekana pia unakosea mwalimu, lakini kama hujawasikiliza wao, utaendelea kuwafanya vibaya pengine lakini kama unawasikiliza unakubali wa kukosoe, basi utakuwa ni wapenzi kwao, utaweza kuwalea vizuri na wao watakuwa ni mfano wa. Kwa hiyo washirikishe eh. Kwa hiyo waheshimu, waheshimu, unawalea. Ikiwa mume na mke watakiwa waheshimiane, waleane, waheshimiane. Alafu chingine chako, la, jambo la kumi, mbinu ya kumi ni kuwa mwepesi wa kusamehe. Mume na mke mnaleana, mwepesi wa kusameheana huyu kamkosea mwenziwe basi awe, aweze kumsamehe vile vile, waweze e, kuombeana dua, waombeane dua. Jambo moja kubwa katika kufanikisha haya yote, basi dua iweko, watu waombe dua, waombeane dua. Na ndio maana kwenye Qur'ani kuna dua nyingi sana za kuombea wanandoa, kuwaombea baba na mama, ma, baba na mama kwa watoto, mke na mume, au kuwaombea watu wengine wowote. Kwa hiyo swala moja la muhimu sana ni kuomba dua katika harakati za ulezi. Kwa sababu gani? Anaongoa ni mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaambiwa la, la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe huwezi kumuongoa unomtaka lakini Mwenyezi Mungu yeye ndiye anamuongoa anomtaka. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kufanya juhudi. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Unapoazimia basi mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo katika malezi tunatakiwa tumtegemee Allah, tuombe tu dua, mfano kuna dua kuomba mke na mume wangu uniwezeshe Mwenyezi Mungu kushukuru neema hizi na untengezee katika kizazi changu. Hizi ni dua aliomba mitume. Kwa hiyo, mlezi, mwalimu, mume, mke, tunatakiwa hizi dua tuziombe kumtegemea Allah subhanahu wataala, rabbi habli min asalihin, eh, nipe Mwenyezi Mungu katika waliokuwa mema. Eh, Mwenyezi Mungu atupandishie mbegu njema. Kwa hiyo, dua hizi mbali mbali zinatakiwa tuziombe, lakini kuna mbinu nyingine vile vile. Eh, mbinu nyingine tumeambiwa mtu atoe akati analea awe anaweza kutoa hoja zenye kukinaisha kwa yule ambaye anamlea, ampe hoja za nguvu. Hoja ambazo siki, akimweleza aweze kumuelewa. Kwa nini kuna Mungu anampa kwa nini kuna Mungu? Kwa nini mimi mzazi wako unatakiwa unifanyie wema, na hivi unamweleza unampa vitu na hoja. Zile hoja zinamkinaisha, anaweza kusimama katika mstari. Hizo ni miongoni katika vile vile eh, mbinu nyingine nyingine. Vile vile Unapomlea mtu muingize vile vile katika kumhofisha, kumraghabisha, kumpa bishara njema kwamba jambo hili baya usifanye, ukifanya jambo hili, jambo hili ukiliacha, Mwenyezi Mungu atakutia peponi, atakupa nda, atakupa mapenzi na watu, atakujalia utapata hichi na hichi katika dunia, utenda akhera utapoa hivi na hivi. Na hivi ndio ilivyolea watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alivyolea watu ndani ya Qur'ani. Allah ametumia sana story. Kwa hiyo mbinu nyingine ya kutumia kati unalea basi ni kuhadithia story, hadithi za watu wema, hadithi za athari, hadithi za watu wabaya, athari zilizotokea kwa watu wema, faida zilizotokea kwa watu wema, athari zilizotokea kwa, kwa watu wabaya, walifanywa nini, walifikia wapi, mwisho wao kwa hiyo, mzazi anatakiwa atumie muda mrefu sana kutoa hizi story. Na ndio maana ukitizama Qurani, kitabu cha Mwenyezi Mungu kitukufu, sehemu yake kubwa mno zaidi na nusu, basi unaikuta inazungumzia habari ya stories habari za watu mbalimbali waliopita duniani, waliofanikiwa na walioharibikiwa, waliofanya vizuri na waliofanya vibaya. Kwa hiyo mzazi, mwalimu, hasa mwalimu wa chuo cha Qurani, hii vile vile ni kazi yako, muda mrefu tumia kutoa visa pik aya katika Qurani, wahadisia watoto. Ashabul fil walifanyaje? Eh, ashabulkafi walifanyaje? Eh, bi, bi, bi, bi, Mariam walifanyaje? Nabi Yusuf alayhi salamu alifanyaje? kwa nini aliitwa mwanamke bora? kwa nini alikuwa kijana mwema Yusuf? kwa nini ashabu kafi walikuwa vile? Mwalimu atumie muda mrefu sana kuhadisia story, ili kuwajenga watoto attitude. Na ndio maana Qur'ani tukaiona imeshuka vipande vipande, kwenye stori mbali mbalimbali, kwa ajili ya kujenga masahaba ilikuwa na kujenga Waislamu. Allah Subhanahu wa ta'ala, katika suratul Isra anatuambia wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila, na hii Qur'ani tumeshusha kidogo kidogo vipande vipande wa bil haqqi nazal. Illa mubashiran wa na kwa kwa ma arsalnaka kwa ukweli imeshuka wa nadhira, wewe isipokuwa uwe muonyaji na mtoa wa habari njema. Kwa hiyo hizi ni mbinu ambazo anatakiwa mwalimu au mzazi azitumie, simulizi za watu mbalimbali. Mwenyezi mbali. Mungu anasema katika Qur'an, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fasalakha minha, wasomee aya za yule mtu wetu ambao tulimpa aya zetu akajitenga nazo akaganda kwenye dunia akashughulika dunia akawa katika waliopotea. Mfano wa mtu huyu akafananishwa ni mfano wa kama mbwa ambaye katoka katoa ulimi ulimi nje Mwenyezi Mungu anasema faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, toa hadithi hizo watu wapate kufikiri. Kwa hiyo katika Qur'ani mna visa vingi sana vimeshushwa ili watu watafakar. Vile vile kuna mbinu ya kumshawishi mtu kumrahabisha, ili kupata vitu vilioka vyema. Mfano, Qur'ani imekuja kusifia watu wema. Allah Subhanahu wa ta'ala anastaja katika surati al-mu'minun, uh, uh, bismillahirrahmanirrahim qad aflaha al-mu'minun kwa hakika wamefuzu waumini. Allah kataja zile aya za sifa mbalimbali mpaka sema, akasema kwamba hao ndio waliofanikiwa kuingia katika pepo ya Firdaus, halafu akataja tena katika suratul Furqan eh, akawaita ibadu Rahman, ambao Allah hao alisema hao ndio watu enda kuwapa majumba na maghorofa mazuri mazuri. Kwa alitaja watu hao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote eh, hawaui nafsi, hawazini, wa rukipita kwenye aya za Mwenyezi Mungu wanaziheshimu wanatoa wana kuwapa watu wanawasaidia watu, wanasimama usiku kuswali wanamwomba Mwenyezi Mungu dua, halafu Allah anawatangazia kwamba atawapa pepo za maghorfa alozitaasisha. Kwa hiyo mlezi anatakiwa amwelekeze mtoto au amwelekeze mume, aelekeze mke au mlezi amwelekeze anamlea kwa kumpa tamaa ya vitu vizuri vizuri, ambavyo hata vipata soma utapata kazi soma, utapata kutumikia dunia jamii ya yako vizuri, soma utapata radhi za Allah, soma utapata kuwatumikia watu vizuri, soma utapata hichi na hichi. Kwa hiyo amrahabishe yule anomlea, mfano kwenye kuzaa, kwenye kulea, kwenye kufanya mambo ya heri. Vile vile, kukataza jambo kwa kulirejea rejea, asikose asi asikose kulirudia jambo kila mara kila mara aweze kurudia jambo ambalo analifundisha, sione tabu kukariri. Leo akakariri na kesho na kesho kutwa, kadhalika. Mbinu eh, ya kum, kugomba pengine, kwa kutumia kama mtu ambaye unatumia nafsi ya tatu. Wewe hujui watu wanafanya hivi, watu wanafanyiwa hivi, watu wanafanya hivi, yani unatumia kama nafsi ya tatu, nafsi ya mtu mwingine, kumbe ndio unamwelekeza yule unaomwelekeza pale. Vile vile kutumia hoja za mantiki ili kumfundisha mtu jambo au kumkataza. Vilevile kutumia njia kama tulivyosema za kurudia rudia, ndio maana Qur'ani, kila mara kisa utakikuta huku kinakwenda kinarudiwa tena sehemu nyingine kinakaririwa tena, fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, ay fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, au nakuta a ilahu ma Allah a ilahu ma Allah, ay fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, fa bi ayi hadithi. Unakuta maneno yanakaririwa, kwa hiyo mlezi anatakiwa asichoke kurudia maneno mara kwa mara. Kadhalika njia nyingine, njia ya kutoa maliwaza, kumliwaza mtu ambaye unamlea, kutumia mbinu ya kumliwaza ili aweze kuwa na moyo, asivunjike moyo, aweze kupanda moyo ili kuweza kufanya kusimama, kustakimu katika mambo mema. Kwa hiyo hii ni kazi, njia ya kutoa maliwazo, hii ni njia nzuri sana, na kutomkatisha mtu tamaa, yule ambaye unamlea. Kwa hiyo, ndugu zangu katika imani tujue kwamba ulezi ni jambo moja, jambo kubwa ni jambo tukufu, ni jambo jema, na mtu ambaye akifanikiwa katika malezi, nasema mtume sallallahu alaihi wasallam akikuongokea mtu mmoja katika malezi, basi anasema kuliko, eh, kuliko ngamia au kuliko farasi wekundu. Wakati ule ilikuwa nazungumza farasi wekundu kwa sababu ilikuwa ni chombo cha usafiri kikubwa kitukufu wakati ule, ni ngamia, ni farasi. Kwa hiyo farasi wekundu alikuwa kina heshima sana kama leo mfano mtu kumpa benzi rangi nyekundu au nyeupe au nyeusi. Kwa hiyo ni vyombo ambavyo vilitegemewa sana. Kwa hiyo kukuongokea mtu mmoja ni kuliko chochote unachokiona katika hii dunia. Kwa hiyo tunatakiwa walezi, tutumie mbinu za ukarimu, mbinu za ukaribu kuliko kutumia nguvu katika ulezi, kwa sababu tunomlea ni binadamu, binadamu ambaye anapita st stages mbalimbali mbali. Leo unamlea, kesho atakuja kugeuka wewe na kulea yeye, kwa hiyo ndio maana ile aya inakuja, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani yani saghira. Ni ni kwa hiyo, ukimpandishia mbegu ya huruma na rehma na yeye atakuja kukufanyia rehma. Leo we mwalimu, leo we kiongozi, wafanyie watu rehma, utapokuja kuondoka kwenye uongozi na wao utakuja kukuhurumia. Kwa hiyo tunatakiwa wakubwa wa warehemu wa wadogo na wadogo waheshimu wakubwa wa, lakini mwisho wa siku na wao utakuja kubidi warehemu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ndugu wa watazamaji wetu, tunatakiwa tuwe waangalifu sana katika suala la ulezi wa binadamu. Binadamu ni mtu mwenye creativity, mwenye ubunifu mwenye kufikiri, mwenye kuelewa, mwenye kufahamu, mwenye kubadilika, mwenye kufurahi, mwenye kuchukia, mwenye kuraghabika na ana chuki na ana upendo. Ukija ukavichezea vitu hivi, ukiviendesha songo mbingo, inakuja kuwa hatari baadaye kupata mtu alokuwa mwema, huku ukielewa kwamba ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam ilamu eleweni, anna fi jasadin la mudgha hakika katika kiwiliwili, miundombinu yake moja, mna nyama, pande la nyama. Idha sala hasala jasad kullu, inapotengenezeka nyama ilo, basi hutengenezeka mwili wote wa. Idha fasada, na unapofisidika hiyo nyama, hilo lilokuwemo nyama hiyo kifisidika, fasada jasad kullu, imefisidika kiwiliwili chote. Ala, tambueni, wa huwa alqalbu, huo ni moyo. Moyo upo ndani sisi moyo tukiutizama tunaona kazi yake kusukuma damu, ukisafisha, ukipeleka, ukisafisha, ukipeleka, lakini una kazi kubwa ya nafsi, kutengeza nafsi. Kwa hiyo moyo unaitwa ni nafsi. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuzilea nafsi. Tukilea kiwiliwili, tuzilee nafsi. Nafsi ndio inasukuma kiwiliwili. Kwa hiyo hii ni kazi yetu kuleana. Sisi tuwalee watoto na watoto watakuja kutulea sisi, lakini tusisahau kwamba sisi watu wazima tunahitaji kuleana konda anahitaji kuwalea abiria, anawapakia kwenye gari, wasitupe mataka njiani, wasigombane ndani ya daladala, wakae kwa wema mpaka washuke. Eh, mume na mke wanastahili kuleana, familia tunastahili kuleana kwa njia mbalimbali za kuweza kutengenezana. Kwa hiyo tusiwe na dhana kwamba anayetakiwa kulelewa ni mtoto tu. A-a, mtoto anahitaji kulelewa kwa sababu ndo anaingia katika maisha, lakini na sisi watu wazima tunaendelea na maisha, bado tunaendelea, tunahitaji kuendelea